Ndugu walimu, nimewaletea mfumo wa kutengeneza scheme of work bure kabisa, mfumo mzuri ambao utakusaidia katika utengenezaji wa scheme of work. Mfumo huu unaitwa Mtahini Hub. Utafika hapo, utaisearch hiyo Mtahini Hub au Mtahini.com, unaweza ukasearch kwa namna mbili hizo. Basi ukisha search hapo, utasubiri mtandao wako ufungue ili uweze kuingia. Baada ya hapo, tabonyeza hiyo ambayo ni ya kwanza kabisa www.mtahini.com. Utafungua hapo. Utasubiri mtandao wako pia ufungue. Ni kwa sababu ya mimi mtandao wangu huku ni mbovu basi naenda hivyo. Lakini kama mtandao mtandao wako mzuri itaenda haraka sana. Baada ya hapo, utasukua kwenda chini, utakuta boma la kwanza, la pili na la tatu. Kuna la nne, la tano la, la, la, la, la sita. Sasa wewe unaenda kwenye boma hili la tatu ambalo ni scheme of work. Utabonyeza hapo itakupa option mbili kati ya primary au secondary school. Features zote zinafanana isipokuwa tu content ya kwamba hii ni ya primary, hii ni ya shule ya secondary. Baada ya hapo, utabonyeza secondary kwa mimi nimechagua ili niandalie huko. Baada ya hapo, utachagua aina ya somo kwa mfano mimi nachagua somo la historia. Baada ya historia nenda kwenye kipengele labda ni form 2, utabonyeza form 2 itakuja yote content yake namna hii. Kilichobaki ni kubadilisha rangi hii nataka mimi nitumie rangi nyingine lakini pia kubadilisha rangi ya maandishi ambayo ni white, iko white lakini mimi nataka maandishi yangu yawe meusi. Kwa namna hiyo idragi, na mimi naenda kwenye background kwanza, labda hii hapa angesema mimi hiyo inanitosha, lakini maandishi atumie meusi, akitaka white basi una dragi mpaka kwenye kara ya white ili uondoe namna hivyo, lakini maandishi naape katika rangi yaya ya, ya, ya, black, ili kama utaweka background ni white. Baada ya hapo, utaandika jina la shule utaandika jina la wewe mwalimu jina lako, basi utakuja utasema kwamba mimi nataka black iwe, baada ya i, i, i, i main specific competency hii hapa, au niseme baada ya main activity au learning activity hii hapa ya A ndio nataka beki iwepo. Basi utahesabu moja mbili, basi utaenda chini utaadi beki moja mbili, utaandika hapo mbili, utaandika okay, utabonyeza tu okay, utaandika hapo mid term beki kama ilivyojiandika, basi unabonyeza tu okay, itaongeza hapo beki. Utasema kwamba nataka niongeze na tarehe. Mbona haijaandikwa tarehe? Basi utaenda hapo kwa moja, utaandika mbili, utaandika okay, utaandika okay, badala ya kuandika sasa na nini, basi utafuta, utaandika tarehe yako ambayo ni tarehe labda ishirini na nne ya mwezi wa tatu ndio labda shule ndio itafunga, labda kwa mfano, kwa mfano huo. Alafu tutasema kwamba hadi tarehe kumi na mbili ya mwezi ya mwezi wa nne mwaka okay, elfu mbili na yeah, ishirini na sita elfu mbili na ishirini na sita sorry. Oh, nimeenda sehemu ambayo haijanihusu kabisa ishirini na sita ishirini na sita hapa hii. Baada ya hapo utabonyeza, unaona break imekuja basi utaongeza namna hivyo. Lakini ukiona specific hizi umezimewekwa hapa hazijitoshelezi, basi uta, utabonyeza after, unaona add low hapa utaipunguza hii hii. Kwa mfano ndio unasema kwamba hiyo iwe sehemu ya pili, basi utaenda kwenye boxi hapa utaandika mbili, namna, utaandika hivi hii ndio iwe namba moja, lakini hii iwe namba namba mbili, uta type paste mbili. Uta, namna hivi baada ya hapo utaandika pia na teaching method yake utaandika na resources kama itatumia resources, hii basi utaiacha hiyo hiyo hapo, utajaza popote. Utaenda hapa shughuli ambayo utaitoa siku hiyo labda hizi hizi, ni exercise, unaweza copy tu hizi hizi ili kurahisisha, uka copy ka paste hapa hivi. Lakini reference ni hiyo moja inaendelea kwenda chini, hivyo utafanya hivyo kwa kuongeza breki ukiongeza nini unavyotaka kulingana na skimu yako, wewe unavyotaka iwe. Baada ya hapo, utaandika utabonyeza, ii utabonyeza export ambayo ni PDF. Utabonyeza hii hapa PDF. Ukibonyeza hii PDF ita download skimu yako kama unavyoona hivyo, ita download ni hii hapa kwenye nani, kompyuta naifungua na mimi, ili namii ione, ili ione ilivyo niweze tuweze kuiona yote kwa pamoja. Hii hapa kama ulijaza hiki ulijaza hapa hivi, utaona kila kitu kiko kama vile ilivyo.